Bado zoezi la kubomoa nyumba katika maeneo haya ya Vikawe Bondeni linaendelea, lakini tuko na moja ya watu ambao wanasimamia zoezi hili hapa. Labda tungependa ajitambulishe ni nani na anatoka wapi na tuelezee zoezi zima kwa ujumla linaendeleaje. Naitwa Rose Joseph Masuka, ni mkurugenzi wa Remina Auction Mart. zoezi linaendelea vizuri na hajaumia mtu, limekuwa la amani na hatimaye mzee atapata haki yake. Na, na labda unaweza ukatuelezea kwa kifupi uh, situation ya ile eneo imeanzia wapi mpaka kufikia siku ya leo inabomolewa? Uh, hii ni amri halali ya mabaraza ya ardhi na nyumba wilaya ya Temeke utekelezaji kwa ajili ya kumkabidhi mdai haki yake. Eneo hili limevamiwa miaka kumi iliyopita na mzee amehangaika sana kupata haki yake, lakini nafikiri Mungu amemsaidia leo, hatimaye Mungu amemjalia amepata haki yake. Na labda kuna muda zoezi lilikuwa limesimama, lime, lime, lime ni nini ambacho kwa kinaendelea au kitu kingine kinasababisha zoezi lisimame? Uh, wa kituo cha kinaitwaje hiki cha wapi Mapinga alikuwa hajui Alifikiri kwamba eneo hili ni la wilaya ya, ya Bagamoyo. Kumbe baada ya kumpa vielelezo na nyaraka ambazo zinaonyesha hili ni wilaya ya Kibaha aliweza ku kuturuhusu na kuendelea na zoezi. Bado tumeweka kambi katika eneo hili la Vikawe bondeni na zoezi la bomoabomoa bado linaendelea kama ambavyo unashuhudia. Hii ni miongoni mwa nyumba nyingine uh, ambazo imeamuriwa pia ibomolewe uh, siku ya leo kutokana na amri kama ulivyoweza kumsikia dalali, kutokana na kusikiza kumsikia mkurugenzi anayesimamia uh, zoezi la bomoabomoa kwamba ni amri ya mahakama kama inavyodaiwa, na kama ambavyo unashuhudia, basi nyumba hii ndivyo ambavyo aa, uh, inabomolewa. Sio nyumba hii tu, unaweza kushuhudia kuna nyumba ile pale, kuna nyumba nyingine ziko huku, ni eneo kubwa la takriban kumi na mbili nyumba zote zinatakiwa uh, zibomolewe. Ayo TV tuko hapa kwa ajili ya kukuletea update zote kuhusiana na zoezi zima hili la bomoabomoa katika uh, maeneo haya naam, bado tuko katika eneo la Vikawe Bondeni ambapo zoezi la bomoabomoa linaendelea uh, tumeona tuongee na mmiliki wa eneo ambaye siku ya leo basi uh, baada ya mihangaiko naweza kusema kasema ya muda mrefu basi mahakama imeamuru eneo hili bomolewe kama ulivyomsikiliza court broker alivyoongea, labda unaweza kutuambia uh, ni ulianzia wapi zoezi lilianziaje na siku ya leo mpaka imefikia hivi una kipi cha kuongea? E, zoezi limeanza tangu mwaka, tangu walipovamia mwaka elfu mbili na kumi nikwenda mahakamani, nikashitaki, kesi imeendelea kwa muda karibu miaka tisa sasa. Leo ndio naona kama haki inataka kupatikana kwa hiyo tumekuja hapa kwa amri ya mahakama na koti broker kuja kubomoa hizi nyumba ambazo wamekuwa wavamizi kwa muda mrefu. Na labda mpaka kufikia uh, siku ya leo, una jambo gani la kuambia labda wale ambao walikuwa na kama eneo hao ambao walivamia? Mi naweza kuambia kwamba mtu unapotaka kununua sehemu, ujihakikishie kwamba ile sehemu iko salama, uende ukaulize kwenye vyombo vya serikali, wakuhakikishie kwamba bwana, hii sehemu ni salama, basi uweze kufanya manunuzi. Asante sana, asante sana, nashukuru.